Katika uwanja mpya watakuwa wanashinda mechi na katika uwanja mpya watakuwa wanashinda makombe, na kipindi hicho Manchester itakuwa ni klabu bora duniani uwanjani, kiuchumi, na katika uwanja na katika kutengeneza wachezaji wenye vipaji vya hali ya juu. Basi hayo yalikuwa ni machache miongoni mwa mambo mengi ambayo Ruben Amorim amezungumza kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Real Sociedad, lakini pili, nimeunganisha na yale ambayo Sir Jim Ratcliffe amezungumza, tukajaribu kutafuta uhusiano wa mazungumzo hayo. Ningependa nikia maoni yako hapo chini kuhusu kila ambacho Ruben amezungumza na pia mipango ya klabu, hasa kuchukua Europa League. Unafikiri je, lazima tuchukue Europa League au tufanye vitu vingine? Kwa sababu msimu huu ni kama ushaisha. binafsi kama anavyosema kila siku, nafikiri kombe la Europa ni kombe muhimu ambalo lazima tulichukua, sababu tunalihitaji na tukilipata kombe hilo litatusaidia kuwa Champions League katika msimu ujao, sawa so. Basi hapo chini unaweza kutandikia maoni yako, na moja kwa moja nataka niongelee preview ya mechi. Tupitie kidogo mechi ya kesho na matarajio ya kila ambacho tunaweza kutarajia katika mchezo wa leo. Ninapoenda kuongelea mchezo huu, ningependa hapo kwenye comment, ikiwa uko live, uniandikie kikosa ambacho unatarajia kianze kesho, kwa sababu naamini kwamba katika mechi hiyo ya kesho tunahitaji kushinda kwa gharama yoyote ile, sababu nafikiri kwamba tunahitaji kushinda kombe la Europa League, na njia ya kushinda kombe hilo ni kuanza kumwondoa Real Sociedad kesho na kwenda katika nafasi ya robo finali. Tunakuwa tumebakiza mechi chache zaidi, ukikuwa tunakaribia kombe, na ukiangalia mzunguko wetu ulivyo, ukiangalia jinsi ambavyo uh, ile bracket road to the final ilivyo ni kama vile uh, tukishinda kwa Real Sociedad, ni kama vile tunakosa kuwa na mechi rahisi baada ya hapa mpaka kuelekea final. Labda tunaweza kukutana Spurs finali au timu nyingine, lakini Spurs mwenyewe pia amekula kichampo mechi iliyopita kwa huenda pia naye akaondolewa. Naona kama mechi ngumu ambayo tunayo ni hii ya Real Sociedad kesho, kwa hiyo tukifanikiwa kushinda mechi hiyo, naona kama tunakuwa na njia rahisi kufika finali, kwa hiyo na tukifika finali, anything can happen na itakuwa jambo bora tukishinda Europa League kweli, mimi nitafurahi. Kwa sababu ingawa msimu wetu umekuwa mbaya, lakini mwakani tutakuwa Champions League na najua kama tutafanya usajili, siamini kwamba tutaenda kuchukua Champions League, lakini itatusaidia kupata wachezaji wazuri, lakini pia tutaboreka, tuta kiuchumi, tutafika katika level hata, hata tukisha robo finali ya 16 bora, it's fine lakini angalau tunakuwa tumeshiriki Champions League tunaongeza excitement kwenye klabu na pia kupata wachezaji wazuri. Kwa hiyo ningependa tuongelee mchezo huo, na ningependa hapo kwenye comment uniandikie kikosi ambacho unafikiri kinapaswa kuanza katika mchezo huo na ikiwa tunapaswa kuweka nguvu kwenye kombe hili kwa sababu tunalihitaji. Um, mechi hii ni dhidi ya Real Sociedad na itacheza katika uwanja wa Old Trafford mishala ya saa tano kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na itakuwa ni mechi ya mzunguko wa pili wa raundi ya kumi na sita bora. Mechi ya kwanza kule Real Arena Spain iliisha kwa sare ya moja kwa moja. Na katika michezo mitano iliyopita tuna michezo tuna tuna tuna, tuna fomu nzuri kudhidi Real Sociedad, kwa sababu hatujapoteza hatujapoteza mchezo hata mmoja katika michezo mitano iliyopita ambapo tumedraw michezo minne na kushinda mchezo mmoja. Wakati Sociedad wao katika michezo mitano ya mwisho wameshinda mchezo mmoja tu, wamesare mchezo mmoja na kupoteza michezo mitatu. Kwa hiyo ni kama fomu yao haivutii sana, na hii sare ambayo wameipata ni sare dhidi ya United, katika uwanja wao wa Real Arena. Lakini United haijapata clean sheet katika mechi karibu kumi zilizopita, kwa hiyo maanake ni kwamba tuna tabia ya kuruhusu magoli na kuna uwezekano pia kesho tukaruhusu magoli vilevile, hasa kupitia clean sheets, lakini pia kwenye turnovers ambazo zinafanyika wakati wa mchezo. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu ili tusiruhusu uh, uh, uh, tusiruhusu set pieces na, na pia tusiruhusu counter attacks ambazo zimekuwa zikituathiri mara nyingi, na nitazungumza kikosi ambacho nafikiri inaweza kikaanza lakini miongoni mwa watu ambao wataanza kesho kutokana na hali ya kikosi ilivyo, Harry Maguire hayupo, Leny Yoro hayupo. Kwa hiyo obviously nategemea kumuona Lindelof au Aiden Heaven, hasa Lindelof. Sasa Lindelof ni mtu ambaye hana pace ya kutosha, hana legs za kukimbizana, kwa hiyo kwenye counter attacks, kwenye turnovers, Real Sociedad wanaweza kutusumbua. Kwa hiyo nina wasiwasi na hilo, lazima tuwe waangalifu kwenye hilo, otherwise wanaweza kutupatia mechi ngumu sana, wakatufunga na hivyo kutuondosha katika mashindano lakini pia Tumekuwa na rekodi mbaya sana msimu katika uwanja wa nyumbani wa Old Trafford. Nafikiri kuwama pia uwanja huu huenda ikawa ni jambo so kwa sababu kuna rekodi nyingi ambazo tumekuwa tukivunja katika uwanja huu wa Old Trafford. Kwa hiyo nafikiri uh, mechi ya kesho inapaswa kuwa angalifu kwa sababu hivi karibuni tumekuwa na matokeo mabaya katika uwanja wa Old Trafford na lazima tuwe waangalifu ili isitukute tena kesho. Kesho tujitahidi uh, tu, angalau tuweze kuona kama tunaweza kupata kitu katika mechi hiyo na sio kitu tu Uh, kwenye mechi hii tunachochaji sisi ni ushindi tu, kwa sababu bila ushindi hatuwezi kwenda popote. Tunataka tushinde ili tuende kwenye robo fainali na tukaribie kushinda, kushinda kombe la Europa League ambalo mimi nalitaka na sana msimu huu ili angalau tuone kama, kama msimu huu angalau tumepata kitu kidogo itatupa, itatupa hamasa. uh, kupata kitu kupata kombe msimu huu lakini pia kwenda champions mwakani. Uh, ni kitu kizuri, ni kitu kizuri ambacho nafikiri na kwamba tunastahili pia, ambaye ni kocha waanastahii kupata kitu fulani msimu huu. Naoba nikuangalizie ni ni ni uh, jinsi ambavyohipo, yani ikiwa kesho tunashinda uh, njia yetu ya kuelekea katika viwanja vya fainali ya Europa League msimu huu imekahaje? Um, nafikiri na kuna kitu muhimu hapa ambacho, ambacho mi nakiamini naona kama vile njia yetu inakuwa ni rahisi sana. Kwa mfano hapa naona um, okay. hapa maanake hatuwezi kukutana na na spurs mpaka fainali, ikiwa atatoboa. Kwa hiyo sasa hivi maanake ni kwamba sisi tukimfunga, um, tukimfunga Real Sociedad tutakutana mshindi kati ya Olympic Marseille na FCSB. Hawa FCSB ni wale ambao tuliwafunga, si goli tatu si mbili, kama nakumbuka, tuliwapiga mechi, mechi ya mwisho mechi ile ya, ya ma, ma, ma, sio makundi kwenye nini league phase ambayo ilikuwa tunaanza kama league. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapa tunasubiri kati ya mshindi kati ya FCSB na Olympique Lyonnais na sisi tunamfunga, uh, tunamfunga, tunamfunga. Alafu upande wa pili kuna Rangers ambaye anaonekana ndo yupo karibu kutoboa kwenda kwenye robo fainali, lakini pia Roma na Atletico Bilbao. Roma anakaribia kutoboa kwenda kwenye robo fainali. Kwa hiyo maana ni kwamba robo fainali tunaweza kukutana na nani? Na Olimpiki Lyon katika nafasi ya robo finali. Nusu finali, uh, Roma na Rangers watakutana maybe. Alafu atakayetoboa hapo, whether is Roma au Rangers ndo tutakutana katika nusu finali. Kwa sababu naona kabisa Lyon au FCB ni watu ambao wote mimi nafikiri tunawafunga kiraisi na kwenda kwenye nusu finali. Nusu finali ni Roma ama Rangers. Kwa hiyo Roma au Rangers nafikiri bado ni watu ambao tunawa tunawa manage tuweze kupata ushindi dhidi yao na kule upande wa pili kule, kuna Lazio, kuna um, kuna Olympique Marseille, kuna Bodo Glimt, kuna Ajax, kuna Spurs, kuna AZ Alkmaar, timu zote za upande wa pili nafikiri ni timu ambazo tunazimanage kwao. Nafikiri hii mechi ya Sociedad ndio mechi ngumu katika kipindi hiki kuelekea fainali kwao. Nafikiri tukitoboa kesho, tutakuwa na uwezekano mkubwa sana na kufika fainali, kitu ambacho ni kizuri. Tukichukua kombe la Europa League itakuwa jambo zuri sana. Kwa hiyo naomba niongelee kikosi ambacho ninatarajia kesho kitaenda kuanza katika mchezo wa uh, mchezo huu wa kumi na sita bora ya yeah. Europa League ambapo natarajia kama nilivyosema, Harry Maguire, Leny Yoro hawatakuwepo, kwa maana yake ni kwamba natarajia kumwona Onana golini, De Ligt, Lindelof, Mazraoui watakuwa ni mabeki watatu. Alafu natarajia kumwona Dalot Fernandez na kasi kwenye midfield. Patrick Dogo amerudi kwenye mechi hii, atakuepo kwa sababu ile suspension inaendelea kwenye mechi za domestic, lakini kwenye mechi za Europa League kwa maana anakuepo yake, atakuepo katika mechi ya Europa League. Yuko fit kwa sababu hajachia muda mrefu, yuko fit, yuko committed kwa naamini atatupa mchezo mzuri na pia, leo amefanya press, alikuwa miongoni mwa watu ambao, kwenye, alikuwa kwenye press conference, pia na Ruben Amorim leo na amezungumza na, na, kwamba yuko committed kufanya mchezo huo, na ile kadi imemfundisha kitu pia, jinsi ambavyo anapaswa kuwa mwangalifu. Lakini pia amesema kwamba ni sehemu ya mchezo, anajifunza kila siku. Kwa hiyo na mimi, Patrick Dorgu atakuwa mtu muhimu sana kwenye mechi ya mechi ya, ya kesho. Kwa hiyo kwenye wingbacks atakuwa hapo Dalot na, uh, na na, na, na Dorgu, alafu nategemea kumuona Garnacho upande wa kulia kama juzi alivyofanya, alicheza vizuri sana na, na, na pia Joshua Zex upande wa kushoto na pia Rasmus Hojlund katika ushambuliaji. Joshua Zexi sio namba tisa, sio mshambuliaji kwa hiyo kumwanzisha namba kumi chini ya mshambuliaji tuna, ndo, tunaona ubora wa Joshua Zexi katika mechi dhidi ya alionyesha ubora mkubwa sana hata Ruben Amorim alisema kwamba mechi ile Alejandro Garnacho anaweza kama ameonyesha mechi bora katika maisha yake ya kuwa Manchester United. Yaani Ruben Amorim mtakaje Manchester anasema kwamba ile mechi ya ya dhidi ya Arsenal ndio mechi ambayo Alejandro Garnacho alionyesha ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, uh, anaweza kutusaidia katika mechi hiyo, hasa akianza katika mechi hiyo upande wa kulia, Joshua Zirkzee katika upande wa kushoto, wale wawili alafu Rasmus Hojlund katika upande katika ushambuliaji. Hicho ndio kikosi ambacho ninatarajia kianze. Kwenye comment hapo natamani pia uniandikie wewe kikosi ambacho ungependa kianze katika mechi hiyo, lakini mimi sasa sitatabiri mechi hii, watu wamenizuia kutabiri kwenye comment hapo. Wengi mmesema kwamba ni stabili, stabili, stabili, nitabiri na jinx seat, tunafungwa kwa stabili, lakini mimi nawaambia hii mechi tunaenda kushinda Old Trafford comfortably kwanza kesho katika mechi hiyo. Mimi sina sina wasiwasi sana, ile mechi ya kwanza nilikuwa na wasiwasi kidogo, lakini hii ya kesho i think tuna nguvu, tumetoka kutoka sare na Arsenal, tulipiga mpira mzuri na Arsenal, kwa hiyo, I think tunaweza kumfunga vizuri Sociedad um, vizuri na kumwondoa katika mashindano na kwenda katika nafasi ya robo finali. Um, ni gemu hii peke yake msimu huu ambayo nafikiri kwa sasa ndio muhimu kuliko gemu zote msimu huu, kwa nafikiri lazima tupambane kwa gharama yote tushinde mechi kwa sababu ndio mechi ambayo tunahitaji kupata ushindi. Karibu sana, naomba nipitie maoni yenu ambayo umeniandikia hapa kwenye comment. Asante sana kwa wote ambao umeniandikia maoni yenu, naomba nipitie maoni yenu kadiri ambavyo inawezekana. Ali Musino karibu sana, ikiwa nafikiri we ni mgeni hapa, sijawahi kukuona, ni mara ya kwanza nakuona. Nimefurahi sana kuona mgeni mpya, kuona memba mpya wa chaneli yetu Ali Musino karibu sana lakini pia maneno Siame nafikiri pia naye ni mgeni. Karibu sana, derisha Daudi, hawa ni watu ambao wapo muda mrefu hapa, karibuni sana. Uh, Ali Musido amesema kwamba Amorim mtumpe muda atatupa makombe kwenye klabu yetu ya Man United. Nakubali nawe na kabisa, naamini na kabisa kwamba Ruben Amorim akipewa muda anaweza akafanya vizuri sana. Um, pia maneno Siame amesema kwamba namkubali Amorim binafsi Hizi sio kocha, lazima tutafute njia nyingine za kocha, kocha, na, mm, asante sana kutoka Kenya, karibu sana. Umesema kwamba tumpe muda Ruben Amorim, jambo ambalo ni sahihi kabisa. Mm, Yusuf Hamad anasema tunatolewa kesho na Real Sociedad. Uh, Yusuf sawa, ni maoni yako na maoni yako pia yanapokelewa vizuri sana lakini, mimi I believe kabisa tunawapiga vizuri Sociedad kesho. Nitakuja hapa baada ya mechi. Tutazungumza pamoja, ningependa Yusuf Hamad uwepo ili tuweze kujadiliana pamoja baada ya mechi jinsi ambavyo tunawaondosha Real Sociedad hapo kesho. Ali Musino pia anatuambia kwamba watununulie kipa mwingine ili apambane na onana kesho, tuingize wachezaji walio cheza mechi dhidi ya Arsenal. Yeah, mechi Arsenal it was ni, kwa ni mechi ambayo tunaweza kuiangalia kama mfano wa mechi ambazo United inacheza vizuri msimu huu. Kuna mechi dhidi ya Liverpool, kuna mechi dhidi ya Arsenal Arsenal kwenye FA Cup na mechi dhidi ya Arsenal U, ni baadhi ya mechi chache toka Ruben Amorim anachukua timu ambazo zimeonyesha kwamba hii timu ikiamua kuwa serious inaweza ikafanya kitu. Kwa hiyo nafikiri tukicheza kwa kiwango kile kile dhidi ya Arsenal kwa Sociedad tunapaswa kumfunga comfortably, nina confidence, na ndio maana sababu naamini tulicheza vizuri dhidi ya Arsenal na hatuna sababu ya kutocheza hivyo dhidi ya Real Sociedad. Dad, Nionkulu Rafaeli anaulizia kuhusu uwanja mpya Nionkulu, kesho saa mbili na nusu asubuhi Ingia kwenye chaneli yetu, kuna video ambayo nimekuandalia inaongea maswali yote kuhusu uwanja mpya ambao unatarajiwa kuanza kujengwa hivi karibuni: ni uwanja wa aina gani, gharama gani tumika kujenga, utakuwaje? Uh, vipi kuhusu Old Trafford iliyopo sasa, itakuwaje? Jina la uwanja mpya ni lipi? Na mambo yote ambayo yanahusika, nimekuandalia makala nzuri sana na kesho saa 2:30 asubuhi itakuwa tayari, ewani, unaweza kupita hapo kwenye yetu, na unaweza kuipitia vizuri kuhusu maswali yote ambayo yanahusu uwanja mpya yatakuwa yamewekwa yame hapo vizuri sana. Asante sana, mm, sana Beni Crisanto, karibu. Nafikiri na, na na wewe ni mgeni hapa zuri furahi kutuunga mkono uh. Beni anasema kwamba tukicheza kama Arsenal tunawafunga vizuri na naamini kabisa. Um, masumbuko umesema ile video ya uwanja, sioni video ya uwanja. Itakuwa waani kesho saa mbili asubuhi, unaweza ukapitia ukaiona. Uh, Jo ankale. Jo ankale karibu sana pia, nawe ni mgeni, nimefurahi sana kukuona, karibu sana kwenye chaneli yetu, subscribe, uwe member wa chaneli yetu, na unaweza ku, unapata habari zote za Manchester United na Johnny Joe anasema kwamba kesho inabidi tucheze na kama ilionyesha dhidi ya mechi ya Arsenal. Kila mtu naona kabisa tunachopenda na, na, mashabiki wa soka wa Manchester United. Wengi tunajua mpira vizuri na tunajua timu inapofanya vizuri na tunajua timu ambayo inafanya vibaya. Tunapaswa kumfunga kiraisi Real Sociedad. Kitu ambacho ni sahihi kabisa kwa sababu Arsenal is better than Real Sociedad, na tulionyesha commitment kubwa kwenye ile mchezo. Tukiweza kucheza vile vile, hatuna sababu ya kutomfunga Real Sociedad. Kwa hiyo I believe kabisa kwamba kesho tunaenda kumfunga Real Sociedad na tunahakikisha kwamba tunaenda katika robo fainali ya Europa League na bao designer mimi nakufuatilia sana, na niko live ndo, uh, okay, live ndo shida. Sawa, karibu sana na bao designer di, uh, na wengine ambao mnaendelea kutufuatilia, asanteni sana. Maoni yenu ni muhimu sana, comment zenu ni muhimu sana, subscription zetu ni muhimu sana. Endelea kusubscribe, lakini pia nenda kule Instagram, TikTok na X, kote kule tunapatikana. Jina ni hilo hilo united_tza, na hivi karibuni tutaanza kuwa na continuous updates kwa ratiba maalum ili msiwe mnakosa kwa sababu nimegundua rafiki zangu wengi hapa, wengine wanapata mashaka kujua ni wakati upi hususan, tunakuwa live, ili waweze kuja live pamoja, tuweze kuenda pamoja live kwa ajili ya kuzungumza machache kuhusu klabu ya Manchester United. Kwa hiyo, tutapanga ratiba vizuri afu tutakuwa inakuwa live update ambayo kila mtu anakuwa anajua na inakuwa rahisi kuweza kufuatilia vizuri channel yetu. Basi machache haya jioni ya leo. Naomba nikuache na hayo. Naomba kesho asubuhi Usisahau kuingia kufuatilia ripoti nzima, makala nzima kuhusu uwanja mpya ambao unatarajiwa kujengwa na Manchester United. Kwa sasa naomba nikutakia usiku mwema. Mimi na naichwa Dr. Nandes na hapa ni United TZA.